Nawaletea sifa na tabia za wanawake wa kabila la kisukuma kutoka mkoani Mwanza. Yahe bwana, sifa yao namba moja, unaambiwa hawa bwana wana, wana maumbo ya kumtoa nyoka shimoni, lakini pia wana sura za kumrudisha tena nyoka wapi? Shimoni. Yahe bwana, sifa yao namba mbili, unaambiwa hawatulii na mume mmoja, wenyewe wakitongoza wakatai, wanasema wakikataa ni mkosi. Yahe bwana, sifa yao namba tatu, unaambiwa mabinti ya kisukuma kikupenda, wanahitaji uwabembeleze every time ya hiyo ni sifa yao namba tatu. Ya sifa yao namba nne unaambiwa, yani mwanamke wa Kisukuma ni mwanamke mwenye roho safi sana, hapendi uchoyo, ni mwanamke mwenye maadili mema. Ya e bwana, hiyo ni sifa yao namba nne. Sifa yao namba tano unaambiwa wanapiga za kishamba, ni wagumu kuelewa. Ya au ni Wasukuma. Sifa yao namba tano unaambiwa kwa kweli ni walaji wazuri, hawajali tumbo litakuwaje, wanakula kuliko wanaume. au ni wanawake wa Kisukuma. Ya sifa yao nyingine unaambiwa wanawake wa Kisukuma huwa ni wavivu wa vitu vidogo vidogo e. Sasa sijajua ni vitu gani o vidogo vidogo yeah? Sifa yao nyingine unaambiwa wanawake wa Kisukuma ni wapole wazuri, wanaheshima, hawana wivu sana, kila wapendi dharau, wana maumbo mazuri e, kama unavyomuona Kajara vile yeah. Ya bwana. Sifa yao nyingine unaambiwa ni warefu pia, wamejaliwa maumbo, wanaheshima, ni wakarimu, wanapenda wageni pia. Ni waoga sana waoni shida ya kukaa masaa mawili kusubiri gari ziishi ndo wavuke. Au ni wasukuma bwana, ya e bwana. Eh, kama ndo mara yako ya kwanza unatembelea YouTube channel hii, basi na kusiwezi kusubscribe hapo chini bwana. Mi naitwa Tino la Diva, unaweza kunifollow kupitia Instagram page yangu kama Tino la Diva. Unakuwa natisha sana kwa sasa, mimi na sign out chao.